2023. Ni safari ngumu iliyojaa milima na mabonde ambayo si rahisi kusimuliwa kwa binti Kidawa Mwanamaisha mwenye umri wa miaka kumi na saba sasa. Tulirudi nyumbani ilikuwa ni likizo. Tarehe moja, mama mkubwa na kaka na ndugu zangu wengine walisafiri. Wakatiacha mimi na ndugu zangu wengine ambao nikamfanyia kazi ameitwa William wakaingia chumbani kwangu ambapo nilikuwa nalala, wakanishika kwa nguvu, wakanifanyizia. Alilazimika kuwa mama akiwa na umri wa miaka kumi na tano siku chache baada ya kubakwa na ndugu wa karibu huko jijini Tanga. Wengine wanataka tutoe, wengine wanataka bado tuendelee kuilea. Kwa hiyo nikawa napata changamoto, lakini najua mtoto hana kosa. Tulienda mpaka hospitali, nikamwambia nitoe ujauzito nikakataa. Ikabidi walimu endelee kunilea bibi, na yeye akakuwa akipata hela hivyo, kidogo ananitumia. Kwa hiyo yaani, nikaa napata nguvu na hamasa ya kusoma, lakini baadaye ilibidi mimi nifukuzwe shule kwa sababu ujauzito ulikuwa ushakuwa mkubwa, na maneno ya dhihaka juu yake yalimshukia. Unakuta umefanya kosa kidogo, mzazi anakupayukia kiasi cha kwamba unakuwa unaumia kwa hiyo kanaona, kwa nini sirudi shule? Naongeza tu mzigo katika familia, ni bora nirudi shule. Kidawa hakufurahia kabisa maisha ya kuketi nyumbani baada ya kubakwa akiwa kidato cha tatu na kujifungua mtoto ambaye sasa analelewa na bibi yake. Sehemu ya bibi anaofanyia biashara sokoni, ndo sehemu anayoshinda mwanangu, na wengine wanani, yaani wananitemea maneno mabaya hivyo, kwa nkasema bibi, mimi nili nirudi shule. Shirika la Children's Village Tanzania SOS ndilo limefanikisha binti Kidawa Mwanamaisha kurejesha tabasamu upya. Uwaga yani, mimi uwaga, namwambia Mungu, mimi nimekuachia yote mwanangu, mimi naamini uko mikononi mwako, na mimi nimekuja shuleni kusoma. Kwa mkoa mzima tumeweza kusupport kurudi mashuleni kwa mabinti uh, thelathini, kwa sababu ni mabinti ambao wa, wao walikatisha masomo kwa sababu ya kupata ujauzito lakini Uh, wakawa na wanatamani kwamba pamoja na mambo mengine pengine bado wana ndoto za kupata elimu. Shirika la SOS sasa limezindua mradi wa afua za afya ya uzazi kwa vijana na uchumi endelevu kwa wasichana waliopata ujauzito wakiwa na umri mdogo. Mradi huu utawafikia mabinti waliopata ujauzito katika umri mdogo mia tatu. Kwa maana ya wilaya mbili, wilaya ya Mufindi na wilaya ya Kilolo, lakini vilevile tunategemea kuafikia vijana wenye ulemavu mia moja. Sasa Kidawa anaendelea na masomo yake ya sekondari kakiwa kidato cha tatu katika shule ya sekondari Nduri, lakini kutokana na madhila yaliyompata amebadili ndoto zake kutoka kuwa mhandisi hadi sasa kutaka kuwa mwanasaikolojia. Ipo siku Mungu atanilipia. Muhammad Nyaulingo, Azam News.